Sasa hivi tunajenga mabarabara, walipiga kelele sana barabara ya airport Mnazi Mmoja, wakasema barabara mpya ya juzi wanaiharibu. Pesa wameshachukua fedha zao, makamu akafungua akaunti yake na rais anaweka fedha zake. Tukawaambia shehe, nyie hamjui barabara, subirini Dr. Mwinyi wajengee barabara. Saa hivi wamekaa kama wendawazimu, anatoka airport anakwenda mpaka Mnazi si Mmoja, anapinda anarudi tena airport. Unakwenda wapi wewe? CCM, oye! Nani kama Dokta Mwinyi? Lakini tunaendeleza Unguja na Pemba. Mheshimiwa Rais juzi kwenye wilaya hii ya Mkoani karibuni tu nadhani uliona klipu moja ya wananchi wanalalamika kuhusu mikarafui waliirusha sana. Ile barabara imejengwa, kuna eneo mtambile inaitwa kwa binti ya kuti, inatokea na nguji. Lile eneo tokea dunia hii imeumbwa, hapajawahi kuwa na barabara. Bahati njema, Mheshimiwa, miekule na watu unawajua sana, ni watu wa maendeleo, wengine wako Dar es Salaam, wengine wako Chake Chake ikawapigia simu hii taarifa mnayo? Wakasema hatuna, wakasema makamo, tuwachie mpaka kesho saa 4 asubuhi. Mheshimiwa, wamekwenda wamesema, hii barabara nyinyi mnajenga mita nane, kama mna uwezo wa kujenga mita kumi na sita, hii mikarafuu yote ikateni, sisi tunataka maendeleo. Sisi ye wanajaribu kutengeneza vitu kuwatia wananchi chuki, lakini wananchi hawa wanampenda Dr. Mwinyi, chaguo la wananchi hawa ni Dr. Mwinyi. Mapenzi hayanunuliwi, ndugu yangu, mapenzi yako kwenye moyo. Moyo wa wananchi wa Zanzibar ni Dr. Mwinyi na hatuna mbadala. Kwa hiyo nawaomba sana wananchi wenzangu tuendelee kufanya kampeni zetu za kistara. Hawa watu hawajui hata wanachokifanya. Wanasema wao sio serikali ya wakandarasi. Wakandarasi wanajenga mabarabara, wanajenga mashule, wanajenga mahospitali, unawakataaje hawa? Hoja yao wanauliza fedha zinapata wapi? Dokta Mwinyi mbunifu, serikali ya Dokta Mwinyi bunifu. Mheshimiwa, kuna mambo saa nyingine hayapaswi kusema, lakini nabidi tusema. wanazungumzia ah, mimi ndo nilikuwa mwenyekiti wa kwanza wa bodi ya ZRB. Sasa ukuwa mwenyekiti ndio wewe, wenye viti washapita wengi Tumepitisha sheria ya kutaka ZRA iwe mamlaka kwa kazi zake. Moja kati ya watu mheshimiwa ambao walileta shida na hawakukubali, hawataki na hawataki kwa sababu ya maslahi yao. Tumebinafsisha ama tume outsource airport, mheshimiwa unakumbuka, walileta fujo nyingi sana, maneno ya kashfa mengi mno, kwa sababu mlikuwa mna mikono yao mheshimiwa. Nimekwenda airport mimi binafsi nikapachua makaratasi yana majina